Yani wewe Kini. Wewe achana na achana na <laughs> maneno ya wehu wehu, wanakuambia hii mechi hii mechi haitochezwa; hii mechi lazima itachezwa. Lakini Yanga ametoa tamko. Na kwa miaje nisikilize ime, mimi mechi itachezwa. Kabisa. Mechi inachezwa. Yani, mechi inachezwa. Okay, labda Meche, ni... sawa sawa, ni dabi ya 13 kwa kwa kwa, kwa takwimu imeahirishwa, si ndio? Mm. Je, unahisi labda kama uongozi kulikuwa na vitu vingi sana vya kujifunza? Uongozi, Uongozi gani? Bodi ya ligi na mm. Maana yake, tatu, mm. imeahirishwa, mm. kwamba, ya ya ligi maanisha. Maana yake ni dabi ya 13 imeahirishwa, si ndio? Kwamba ya kwanza kuna, ma, kuna changamoto, ya pili kuna changamoto hadi 13. Hapo uone kuna kuna kitu ambacho bado hakifahamika. Of course, kila siku ni nafasi ya kulen kila siku inatoa nafasi ya kujifunza, kujifunza zaidi kwa hiyo kama board situation kama hii ikitokea, ni nafasi ya kujifunza na kuandaa mazingira ya kuwa bora zaidi next time, sio. The issue ni kwamba lazima tuondoe mazingira ambacho kimetokea kisitokee tena sio. Maana kama kuna sehemu kanuni zina zinalega, lazima ni kuboresha zaidi kanuni, tuwe na kanuni bora zaidi za kuzuia haya mazingira ambayo yametokea yasitokee tena baadaye. utocheza kwa mchezo huo, Oruma, inapoteza ladha ya ile dabi ya kusoka Tanzania, lakini pia ligi, ladha ya ligi na dabi. no huju dabi unajua dabi dabi ina, ina umaalumu wake, is it? Kwa hiyo yeah. Sioni kama kuahirishwa labda inaweza ikashusha ladha, yeah, ya ule mchezo, bado itaendelea kuwa kwa pale kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo vimefanya hii dabi imekuwa hapa iliko, imekuwa ni famous barani Afrika. Kwa hiyo bado ladha yake itaendelea kwa pale. Nikurejesha kwenye taarifa ile ambayo ilitolewa na bodi ya ligi, kwa namna ambavyo uliipitia, kitu gani ambacho uliondoka nacho Oruma? Taarifa ya bodi ile ya saa saba kuarisha mchezo hmm, kipi ambacho umeondoka nacho, na pengine wapi walikuwa sahihi, wapi watu walikosea kwa timu zote mbili? Wewe ulikuwa haupo wakati nasema, kwa sababu hayo hayo hayo nimeshayasema hapa. Kwa hiyo wewe, wewewe sasa, watakuja wengine, utauliza ile swali, watasema wao wamechelewa, umeelewa? Limesema hivi. Mimi kama uh, kama mzee wa Jambia ukiniuliza nani amekosea, sio? Nitakwambia wote wamekosea. is it? Nitakwambia wote wamekosea. Simba wamekosea kuizuia amini Yanga, wamekosea kuwazuia Yanga amini kuwazuia Simba kwenda kutekeleza takwa la kikanuni ya timu ngeni kufanya mazoezi kwenye uwanja halisi wa mchezo kabla ya mechi. So, kuambia and all that. Hiyo issue ya kuambia kikanuni haipo. Umeelewa? Hiyo issue ya we kuambia kikanuni haipo. Haipo. Okay. M tufanye, tufanye kweli hamjaambiwa. Sio? Lakini Simba wametoka Bunju, wako pale. Basi la Simba limekaa mlangoni pale masaa mawili, si ndio? si wapo ili kosekana solution umeneelewa. Kwa hiyo Yanga, Yanga walikosea, umeelewa? Uh, Simba, Simba na wenyewe sehemu ambayo wamekosea ni kwa sababu haiwezi, haiwezi tukuwa kwamba mmenyimwa me, uh, kiwanja cha kufanyia mazoezi si ndio? Au mmenyima nafasi ya kufanya mazoezi, maamuzi yakawa ni, ni, ni, ni, ni mechi kuahirishwa. Unaelewa? Bado nafikiri Simba walikuwa na nafasi, nafasi ya kufanya beta zaidi pamoja na assessment pamoja na kila kitu ambacho wao wana wanakizungumza si ndio, kwamba timu haja timu hai ingekuwa na nafasi ya kuto ku train masaa hamsini mpaka kuelekea kwenye mchezo umeelewa? Wachezaji wamekaa muda mrefu kwenye, kwenye basi na, na kila kitu, bado walikuwa na nafasi ya, ku, ya kutazama ya kutazama kwa upana zaidi hii situation na kuruhusu gemu iende kuchezwa, amenelewa. Kwa hiyo kila mtu ana shia yake ya lawama. Yanga ana shia yake ya lawama, Simba na wenyewe wana shia yao, wana shia ya lawama. Kwa hiyo kila mtu anastahili lawama.